Katika safari yetu ya mwisho ya hekima katika Wimbo wa Sulemani tulikutana na wanandoa waliopendana sana, Sulemani na mke wake mtarajiwa, na wimbo wa mapenzi wa Sulemani umeturuhusu kusikiliza uchumba wao. Sasa tunapoanza masomo yetu leo, tuko katika sura ya tatu na aya ya sita. Ni siku yao ya harusi, na tofauti na harusi nyingi, inaonekana haina msongo, haina matatizo hakuna kutajwa kwa wakati wowote wa, wa, bibi harusi mwenye hasira hakuna kutajwa kwa msichana wa harusi mwenye wivu au labda msimamizi wa harusi aliyefika kuchelewa au hata baba wa bibi harusi akiwa pale pembeni akijaribu kufikiria jinsi atakavyolipia kila kitu. Kweli, kinachovutia kwanza ni wasili kwa bwana harusi. Mstari wa sita unasema, ni nini hicho kinachokuja kutoka nyikani kama nguzo za moshi, kimepakwa manukato ya manemane na ubani na unga wote wa manukato wa mfanyabiashara. Tazama, ni machela ya Sulemani. Kweli, machela ilikuwa ni kitanda cha kubebwa mabegani cha mfalme Sulemani. Uhe, inaonekana Sulemani hakujali gharama yoyote kuonyesha bibi harusi wake jinsi harusi hii inavyomaanisha kwake. Gari lake linaelezewa hapa katika mstari wa kumi: Alitengeneza nguzo zake kwa fedha, mgongo wake kwa dhahabu kiti chake cha rangi ya zambarau ndani yake ilipambwa kwa upendo na binti za Yerusalemu. Na kumbuka, hii ni gari la kutoroka kwa hivyo, Sulemani atamsindikiza bibi harusi wake kwa mtindo wa kifahari. Maelezo haya yananikumbusha juu ya magari yaliyotumiwa na familia ya kifalme kila walipowasili katika kasri la Buckingham, kifahari kimefunikwa kwa dhahabu. sasa sura ya nne inaanza na hotuba ndogo ambayo Sulemani ameandaa kwa ajili ya bibi harusi wake. Anamwambia hapa katika mstari wa kwanza, nywele zako ni kama kundi la mbuzi wakiruka chini ya miteremko ya Gileadi. Ninafurahi, sikufikiria kusema hivyo kwa bibi harusi wangu siku ya harusi yetu. Nywele zako zinafanana na kundi la mbuzi kweli? Katika siku za Sulemani hii ilikuwa uh, uh, sifa ya kishairi Mlima Gileadi ni safu ya milima mizuri ya mashariki mwa Israeli karibu na mto ya Boki, na inatoa malisho mazuri na kundi la mbuzi wenye nywele ndefu katika malisho ya kijani lingemfanya mwanamume yeyote mwebrania mwenye damu moto kusimama na kutazama. Kweli wa Sulemani, nywele za bibi harusi wake zimemfanya asimame na kutazama, inamvutia sana anapomwona akimkaribia. Kweli, anaendelea na hotuba yake ndogo hapa katika mstari wa pili: meno yako ni kama kundi la kondoo wa kike waliokatwa manyoya, au kondoo wa kike ambao wamepanda kutoka kwenye kuosha, wote wana mapacha na hakuna hata mmoja wao aliyepoteza mtoto wake. Kwa maneno mengine, hana meno yaliyopotea, ana tabasamu kamilifu. Inaonekana Sulemani hatahitaji bima ya meno sana anaendelea sasa hapa katika mstari wa nne shingo yako ni kama mnara wa Daudi uliojengwa kwa safu za mawe juu yake, yamewekwa ngao elfu moja zote ni ngao za mashujaa kweli. Inasikika kama amevaa kwa ajili ya kucheza mpira wa miguu au kwenda vitani, lakini kile ambacho Sulemani anasema hapa, anaona bibi arusi wake amevaa vito vya kuvutia shingoni mwake, na anaelezea yote kwa maneno ya Nguvu na heshima, na utukufu. Sasa hadi kufikia hatua hii, Sulemani hajatumia e eh, neno bibi harusi hata kidogo, lakini kuanzia hapa katika sura ya nne na mstari wa nane hadi sura ya tano na mstari wa kwanza atatumia neno hilo mara sita. Hii inaashiria sasa mabadiliko katika uhusiano wao. Unaona, sasa uchumba umekwisha, Sherehe ya harusi imekamilika. Moja wa wasimamizi wa bibi arusi labda amejipenyeza mbele ili kushika maua hayo, lakini naweza kukuambia hili, akili ya Sulemani sasa iko mahali pengine. Anamwelezea bibi arusi wake katika mstari wa kumi na mbili: bustani iliyofungwa ni dada yangu, bibi arusi wangu, chemchemi iliyofungwa, kisima kilichotiwa muhuri. Hizi ni marejeleo ya ubikira wa bibi harusi wake. Hii ni zawadi nzuri ya harusi kwa mume yeyote leo, kama vile ubikira wa mume kwa mke wake. Sasa hapa katika sehemu hii utaona kwamba Sulemani anatumia takriban sitiari za bustani kumi na mbili tofauti kuelezea wakati wa kutimizwa. Anatumia ushairi na na anautumia ili eh, kuandika kwa busara. Yeah, hapa hawapendwa si jambo la aibu, hili si chafu kwa njia yoyote. Hivi ndivyo Mungu alivyokusudia iwe, Mungu aliumba hili kwa kweli. Kitabu cha Waibrania kinasema ndoa ni ya heshima kwa wote na kitanda akina unajisi, Waibrania 13 mstari wa nne. Sasa katika hatua hii mke wa Sulemani anaweka wazi kwamba lango la bustani sasa limefunguliwa kwa kusema na anasema hapa katika mstari wa kumi na sita mpenzi wangu aje kwenye bustani yake. Kwa maneno mengine, yeye ni wake kabisa na yeye ni wake kabisa. Hivi ndivyo Bwana alivyomaanisha katika Mwanzo sura ya pili na mstari wa ishirini na nne aliposema kuhusu mume na mke, watakuwa mwili mmoja. Hivi ndivyo alivyokuwa akifikiria. Sasa tunapofika hapa katika sura ya tano na mstari wa kwanza Sulemani anatumia vitenzi vya wakati uliopita kwa kweli, vinne kati yao. Anasema hapa, nilikuja kwenye bustani yangu, nilikusanya, nilikula, nilikunywa. Kwa hivyo vitenzi hivi havionyeshi tu muungano wa kimapenzi, bali pia kuridhika, ukaribu na kujitolea. Sasa basi, ndoa imekamilishwa, na tunasoma hapa mwishoni mwa mstari wa kwanza kwamba marafiki wao wanaanza kuimba kuleni, Marafiki, kunyweni, na mlewe, na upendo. Sasa katika utamaduni wa Kiebrania wa kale ilikuwa kawaida kwa kikundi cha harusi kubaki wakisherehekea hadi ndoa itakapokamilishwa. Eh, hilo lingekuwa jambo la ajabu kwetu leo, lakini ilikuwa desturi wakati huo kuashiria kwamba kila kitu eh, kilikuwa sawa. Sawa, hebu tuondoke kwenye chumba cha ndoa. Eh, na na tutumie muda kuingia kwenye chumba cha enzi cha Mungu. Roho Mtakatifu alimwongoza Sulemani kuandika sherehe ya kitanda cha ndoa, lakini kuna mfano mpana hapa wa upendo wa Mungu wetu kwa, kwa kweli, huwezi kupata picha bora ya upendo ambao bwana arusi anapaswa kuwa nao kwa bibi arusi wake kuliko tunavyopata katika upendo wa Yesu Kristo kwa bibi arusi wake, kanisa. Paulo anaandika katika Waefeso saa 5 na madakika 25, enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa na akajitoa nafsi yake kwa ajili yake, ili amtakase baada ya kuliweka safi kwa kuoshwa kwa maji katika neno, ili alilete kanisa kwake mwenyewe kwa utukufu. Anaongeza katika mstari wa 32, siri hii ni kuu, na nasema kwamba yani, ndoa inamhusu Kristo na kanisa. Na niwaambie wapendwa, aina hii ya upendo wa kujitolea ni vigumu kwa mwanadamu. Ndiyo maana Sulemani aliandika zaburi ambayo imeandikwa kwetu katika Zaburi 127 ambapo anaweka wazi katika mstari wa kwanza: isipokuwa Bwana aijenge nyumba, wajenzi wake hufanya kazi bure. Nikuambie jambo muhimu zaidi unaloweza kufanya kwa ajili ya ndoa yako nikumpenda Bwana. Mpende Bwana. Na Bwana atakupa uwezo wa kumpenda mwenzi wako na kisha kujenga nyumba yako kwa nguvu za Bwana na Mwokozi wako. Bwana Yesu ndiye anayefanya iwezekane upendo huo wa wima kwa Mungu na upendo huo wa usawa kwa mwenzi wako. Kwa hivyo wacha nihitimishe hili kwa kauli mbili. Kwanza, Yesu hufanya upendo wa kweli uwezekane. Hiyo ni kwa sababu anatufundisha jinsi ya kupenda. E, soma tu u, maisha yake, soma kuhusu maisha yake katika Injili, jinsi alivyodhihirisha unyenyekevu na na upendo wa kujitolea. E, hautapata mfano wa aina hiyo popote kwenye televisheni au mitandao ya kijamii au kazini au shuleni. E, thu, huu ni upendo wa kipekee. E, huu ni upendo wa kipekee ulioonyeshwa na Bwana kwetu alipokufa kwa ajili yetu pili yesu si tu kwamba hufanya upendo wa kweli uwezekane bali pia hufanya upendo wa kweli kuwa wa kudumu mtume yohana aliandika hivi wapendwa na tupendane kwa maana upendo unatoka kwa mungu kwa sababu mungu ni upendo 1 yohana nne hesaba ondoa 8 upendo wake ni wa kudumu asili ya bwana ni upendo na unapompenda mwenzi wako kama bwana anavyokupenda sasa inaweza isifanikiwe kwa sababu inahitaji watu wawili waliojitolea kwa Bwana yule yule na aina ile ile ya upendo, lakini unahakikisha unafanya sehemu yako. Sasa ikiwa unaonyesha upendo wa kujitolea katika uchumba wako, uchumba wako, sherehe yako ya harusi na nyumbani kwako, kwa kweli unajenga njia